siwezi kuwekea ngoma chafu kama hizi. Hizi kibongo na kiona kabisa hichi. Hichi kitu kimejikusanya kimekuwa kama nini? Sijui nisemeje. Mtu kakaa bongo kama hivyo, nikuletee kitu kama hichi? Mikurutu hiyo, bosi wangu bwana. Sababu zangu zote zako nimekupa. Unataka shida gani bosi wangu? Mbona mtoto?

Habari. Habari yako za Zanzibar. Kesi wewe? Wewe hapa? Nimemfuata kidani. Kidani? Basi basi, tena. Samahani sana. Subiri Maneno. Nini? Shida ni mimi, huyu aendi sehemu e

Mbona unisikilize kwanza. Nisikilize kwa makini. Unajua pale mara ya kwanza mke wangu alikuwa hujachana nywele. Kama vile uko umebadilika kabisa, mimi nikaenda kunyoa hizo ndevu zote kuleta umakusudi. Sio, unanielewa mke wangu. Naomba unisikilize. Mimi kweli chawa wa kidani. Hey. Ndi, hata haya una. Sio, haya ndio tunaishi watoto wanaenda chooni, watoto wanafurahi kwa sababu ni kazi hiyo moja pili. Mimi ni undercover. Lazima nitie akili mimi. Nampeleleza huyu mtoto kuna vitu atakuwa anavifanya vitivyo.

Yeah. Anshaaaka, hata kazi ya uchawi watu watu wanakuja kunibadia wananiharibia. Hii sio bure, huyu mkono wa mtu mm, na ninakula kiapo, mtu amenifanyia hivi mm, nikija kumjua ama zake ama zangu. Sasa kwa taarifa yao mimi mm, ndio chawa mbogo mwenyewe. Nina hasira na kazi hii na nitaifanya vile vile kazi mimi, hamwezi kuniharibia kazi kama hivi.